tunahisi wenda ni ujinga tunaposhuka tumeferi na tumeshapoteza hekima. Wengine ufanya mambo tofauti na jamii kulingana na hadido ujihisi wa kosa. Man of principle. I'm the man of principle. Man of principle. I'm the man of principle

Yeah, yeah. Ukamilifu iko wazi zini zaifu, ila kukubali ukweli, tunahisi wenda ni ujinga. Tunapostuka tumeferi na tumeshapoteza hekima, ufanya mambo tofauti na jamii kulingana na hadhi yao.

Mjomba? Eh, nakuja. Oh, mjomba. Eh, vipi mjomba? Salama za asubuhi. Salama tu, habari za asubuhi. Ah, bwana usingizi unajua nataka nikaoga hivyo mjomba. Basi niende tu na masuala yangu mengine. Sasa ni kwamba, mjomba, hivi vitu vingine hivi huku huku sisi atutumii hivyo. Hii nyumba ni self contained. Kwamba unaweza ukafanya kila kitu huko ndani. Sasa ukiwa na beba beba makopo tena kama haya mjomba, tena na huku tena kwetu tena, si ndio tofauti kabisa bwana. <coughs> Ndio mama, zoea bwana. Sawa, lakini ndio uelewe hivyo kwamba huku kwetu sisi atutumii hivyo. <coughs> Eh? Sasa hapa, unajua kingine, hii tuache sasa. Bwana, ngoja. Naomba damu swaki. Ah, mjomba bwana, mambo ya Kiswahili tena wapi na wapi mjomba, dawa mswaki ya nini? Wewe mjomba, unapotoka ukuja na dawa mswaki. Unaposafiri, tunakuwa na bajeti yako ya vitu mjomba. Mpaka dawa ya mswaki kweli kabisa, mjomba unakuja, nikuweke dawa mjomba. Ah! Jamani mbona <coughs> hivi unataka tu ubaya ubaya kutafutana jaman, jamani ndio hivyo jamani. Haya, mjomba nakusikiliza. Sio, unanisikiliza. Si leo ndio unaondoka asubuhi? Nimekuamsha sasa, basi nitakuacha. Ah, mjomba baba, nimegairisha bwana, leo siondoki. Ah, mjomba, unasema? Leo nimegeisha bado maswala yangu sijamaliza. Wewe hapo. Kwa nini alisema na anaondoka baada ya siku mbili nani? Ilikuwa mipango ni kuondoka baada ya siku. Nauli si nilikupa mjomba. Sawa ni kweli nauli umenipa. Lakini bado mjomba sijamaliza maswala yangu. Baada ya siku mbili tena zingine tu basi. Mjomba. Haiko hivyo mjomba. Kwani nini aliyosema anaondoka baada ya siku mbili ni mimi au wewe? Ni mimi. Si ndio? Na nauli nilikupa sijakupa? Umenipa ndio. Na jana usiku si tulikuwa wote. Nilikutoa so auti mjomba, nimekutoa auti ili tu, tunakuwa tunaagana pale. Ndio maana kukutoa auti sasa hivi mjomba, asubuhi umefika muda wa kuondoka tena. Na badili mawazo kweli mjomba? Bwana, ndio hivyo kweli. Kwani mjomba, nikikaa siku mbili zina tatizo gani? Shida si kukaa siku mbili, shida ni taarifa. Mimi uliniambia na nakaa siku mbili, sasa sikuna kwa dada yako. Basi kakae kwa dada yako kule. Lakini mjomba mimi, mjomba, mjomba ni mama ujue. Sawa, hayo mambo mengine tunafahamu, lakini sasa si ujipangipangia tu vitu, ukija hapo niambie mimi tu. Mjomba, sijui mimi sijumindaka siku mbili alafu nakupa na nauli kabisa, juzi sinikutumia nauli a. Mjomba, nauli tunapochuka nataka na ifanyike hii

Sijakuuliza saa iko wapi, nimekuuliza ni saa ngapi. Unashindwa kujibu yani nashindwa kabisa kuelewa. Mi nakuuliza saa ngapi, wee unakuja kuniambia saa si ile pale e. Majibu mengine wala sio mazuri hujuu basi, nsami mume wangu, sambi leka kumi. E, eh, hilo ndio jibu ambalo mimi nilikuwa nalitaka. Sasa, una kuna, una, unaniuliza, unaanza kuniambia habari sijui cha shangazi yako alivyokufa, sijui nani, sijui sisi yako wapi. Swala nakuuliza moja tu. Kwamba saizi ni saa ngapi. Alafu wewe unaanza kunijibu hivyo. Lakini unajua kuna mda mwingine bwana, you guys you are not serious. Sasa, emu nenda kachukua ile karatasi uje nikuwa ngele budget kiyo. Sawa.

Nimeangalia kule ndani, nimeona kuna unga unga umepungua, maharage yamepungua. Mchele, sukari. Eh, andika sasa. Ngapi? shilingi ngapi? Eh, acha ujinga ana tukali. shilingi elfu tatu mia tano ya wapi? andika elfu mbili. Eh, hey, mimi